Tunatambua ya kwamba tarehe ishirini na tisa ni siku ya uchaguzi mkuu ambapo tutakwenda kupiga kura kuchagua rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, rais wa Zanzibar, wabunge, wawakilishi na madiwani. Kwetu hapa Zanzibar tutakuwa na siku mbili. Tarehe ishirini na nane Oktoba, ndugu zetu wa vyombo vya ulinzi na usalama watakwenda kupiga kura kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar. Kwa hiyo tunaomba wananchi, tuwape nafasi hao wenzetu watekeleze jukumu lao la kikatiba. Lakini siku ya pili, tarehe ishirini na tisa, sisi wote sasa tutapata nafasi ya kwenda kupiga kura na kuchagua viongozi tunaowataka. Hatukufundishi namna gani ya kupiga kura, lakini tunasema hivi, uwe na akili Hujue ya kwamba sisi ni watu wa bara, tuko Zanzibar tunaishi kwa uhuru kwa sababu ya muungano. Kwa hiyo piga kura ukiwa na akili, mpigie yule anayeahidi kutunza muungano, si kwa maneno tu, katika kweli. Yule ambaye anasema kuna uhuru wa kuabudu, si kwa budi, maneno lakini katika kweli.